Ni tukio la kutisha lililotikisa familia ya Maina. Mtoto wao wa pekee, waliyesubiri kwa miaka mitano kwa maumivu na matumaini, anakumbwa na ajali ya ghafla. Lakini kilichotokea baada ya ajali hiyo kilifunua siri nzito ya giza waliokuwa hawajui. Sikiliza kilichotokea, e. Katikati ya msongamano wa maisha ya jiji lisilolala waliishi wanandoa wawili waliounganishwa si tu na ndoa bali na siri nzito iliyobeba hatima ya maisha yao. Maina na Juliana walikuwa wamekaa miaka mitano wakisubiri kupata mtoto. Maombi, machozi na safari zisizoisha kwa waganga na hospitali kubwa ndizo zilijaza maisha yao. Kila uchao walipokutana na watoto wa jirani wakicheza, walitazamana kwa huzuni, mioyo yao ikilia kimya kimya. Lakini Mungu aliwakumbuka, na siku moja walipata zawadi ya kipekee, mtoto wao wa pekee, Agle. Agle alikuwa mtoto wa kipekee, mwenye macho yenye akili na uso wa kutabasamu kila wakati. Wote wawili, Maina na Juliana, walimpenda sana kiasi kwamba hawakuweza kuamini kuwa hatimaye walikuwa wazazi. Miaka ikapita. Agle alipofikisha miaka mitano, walimpeleka shule nzuri iliyokuwa karibu na mtaa wao. Juliana na Maina walijipanga kuhakikisha kuwa kila siku mmoja wao angemchukua mtoto huyo. Hakukuwa na siku waliwahi kusahau, hadi siku hiyo. Siku hiyo Juliana alikuwa kazini, mkononi mwake kukiwa na faili lililojaa karatasi za mikataba ya biashara alitazama saa yake ya mkononi ikasoma, saa tisa na robo. Akashtuka, jamani, Agle anatoka shule saa nane na nusu, akasema kwa mshangao. Haraka haraka alichukua simu yake na kumpigia mume wake Maina. Halo Maina, hii umemchukua Agle? Hapana, sijamchukua, nilidhani leo ni zamu yako. Si uliambia jana kwamba utanichukulia hiyo zamu leo, akasema Maina kwa sauti ya kushtuka. Juliana alihisi kifua kikimkaba, akasimama kwa haraka na kuanza kukusanya vitu vyake. Aliaga wenzake bila hata kueleza, akakimbilia barabarani. Aliingia katika daladala ya kuelekea shuleni kwa Agle. Lakini njiani alikuta msongamano mkubwa wa magari. Gari halikusogea hata hatua moja kwa dakika kumi. Machozi alianza kumlenga lenga. Alishuka kwenye daladala kwa haraka, lakini aliposhuka aligundua kuwa ameacha simu yake na pochi kwenye gari lile. Hapana, hii simu yangu, pesa zangu, akasema kwa uchungu. Hakuwa na muda wa kurudi nyuma, akamkimbilia bodaboda mmoja na kumwomba ampeleke hadi karibu na shule. Baba tafadhali, sina pesa, nimebaki na hizi sarafu tu. Tafadhali nisaidie, mtoto wangu yuko hatarini, akasema kwa sauti ya kuomba. Dereva alimwangalia kwa huruma na akamkubalia. Walipofika karibu na shule, Juliana alishuka na kuanza kukimbia kwa miguu. Mabega yake yalitetemeka, miguu ilianza kuchoka, lakini moyo wake haukukubali apumzike. Alikimbia kama mwenda wazimu, nywele zikipeperuka, jasho likitiririka usoni, na nguo zikishika uchafu wa barabara. Mungu wangu, hi mtoto wangu asiwe amepotea, e eh. Agle hi, usiwe peke yako eh, alikuwa anajisemea huku akikimbia. Kwa upande wa pili, Agle alikuwa amekaa kwenye benchi la mawe lililokuwa karibu na lango la shule. Wanafunzi wote walikuwa tayari wameondoka. Alishikilia begi lake dogo kifuani, macho yake yakikodolea lango. Kila mzazi aliyefika alikuja kumchukua mtoto wake. Rafiki yake mmoja alimuuliza, Mbona leo mama yako amechelewa? Labda amekwama kwa kazi lakini atakuja, akajibu Agle kwa sauti ya matumaini. Muda ulizidi kusonga. Mlinzi wa shule alianza kufunga lango taratibu. Mdogo wangu, mbona bado uko hapa? Yekauliza. Na ngoja mama au baba yangu, lakini bado hawajaja, akajibu. Baada ya muda mrefu, Agle aliamua kuanza safari ya kurudi nyumbani peke yake. Barabara ilikuwa na magari mengi. Alitembea kando ya barabara, akirusha mfuko wake mdogo wa plastiki juu na kuushika. Aliimba kimya kimya, akijipa moyo. Ghafla ule mfuko uliangukia katikati ya barabara. Bila kufikiria mara mbili, Agle alikimbilia kuukusanya. Wakati huo, gari kubwa lilikuwa linakuja kwa kasi. Ndani ya gari hilo alikuwepo Hassan, mfanyabiashara maarufu jijini. Alikuwa akiendesha huku akiandika ujumbe kwenye simu. Alipoinua macho, tayari alikuwa karibu sana na Agle. Eh, Mungu wangu mtoto akapiga kelele, gari halikusimama kwa muda. Gafula kilisikika kishindo kikubwa, mwili mdogo wa Agle ulitupwa pembeni. Hassan alisimama kwa dharura, akapaniki. Aliteremka na kumkimbilia Agle. Ameumia, damu nyingi. E Mungu wangu, nimefanya nini? Akasema kwa sauti ya hofu. Haraka haraka alimbeba na kumweka kwenye gari lake kumpeleka hospitali ya karibu. Kwa upande wa Juliana, alipofika langoni mwa shule hakuwa na pumzi. Alishika magoti akihema kwa nguvu. Alimpata mlinzi akiweka kufuli kwenye mlango. Samahani, hii mtoto wangu yuko wapi? Agle, Agle yuko wapi? akauliza kwa sauti ya kukata tamaa. Mtoto. Hapana, wanafunzi wote waliondoka. Labda alichukuliwa na baba yake. Juliana alikataa kwa kichwa. Maina hakumchukua. Hakuenda. Nimeongea naye. Mwalimu yuko wapi? Mlinzi akampigia mwalimu wa darasa. Mwalimu alipofika alionekana kushangaa. Nilidhani Agle alichukuliwa. Hakukuwa na mtoto yeyote aliyebaki, aliondoka kama wengine. Juliana alianza kulia kwa uchungu. Hapana, he, hapana, hii mtoto wangu, hakuwa na mtu hakuwa na mtu wa kumchukua. Akalia kwa uchungu. Mwalimu mkuu alifika, na baada ya kusikia taarifa hiyo, alimpigia walimu wengine akiulizia kama kuna yeyote aliyemwona Agle. Wakati huo simu ya mwalimu mkuu iliita. Alitazama, akapokea kwa haraka. Halo? Ndiyo, nani? Mtoto gani? Ajali shule hii? M, anaitwa nani? Agle? Juliana alisogea karibu. Umesema nini? Mtoto gani? Mwalimu mkuu alimwangalia kwa uso wa huzuni. Juliana, hii kuna mtu ameona mtoto mwenye sare ya shule hii akigongwa na gari amechukuliwa hospitalini. Maelezo yanafanana, hii ni Agle. Mungu wangu, mtoto wangu. Agle. Agle wangu. Baada ya mwalimu mkuu kumweleza Juliana kuwa kulikuwa na ajali karibu na shule na mtoto aliyehusika alifanana na Agle, Juliana hakuweza kusimama tena. Mapigo ya moyo wake yaliongezeka kwa kasi, macho yakaingiwa na ukungu wa ghafla, kisha akatoka mbio kutoka ofisini bila hata kuuliza zaidi. kama ni aglehe. Hapana, siwezi kaa hapa, alilia, sauti yake ikivunjika kwa hofu na maumivu. hakusubiri hata aelekezwe njia Miguu yake ilianza kazi, ikamkimbiza kwa kasi ya ajabu kupitia ua wa shule, akivuka barabara ndogo, huku walimu wakimkodolea macho kwa mshangao. Mwalimu mkuu alipigwa na butwa kwa sekunde chache, kisha akamfuata kwa haraka huku akimpigia Maina kwa presha. Maina alikuwa ofisini kwake akiwa amezama kwenye takwimu za siku hiyo, macho yakiwa kwenye kompyuta na simu yake ikiwa kimya pembeni. Ghafla mlio wa simu ukavunja kimya kilichokuwepo. Aliitazama. Ei, ni mwalimu mkuu. Halo, aliitika kwa sauti ya kawaida. Maina, kuna ajali imetokea hapa karibu na shule, mtoto mmoja amegongwa. Mzee mmoja amepiga simu akasema anafanana sana na Agle. Maina alishtuka, kalamu aliyokuwa nayo ilianguka chini unasema nini ndiyo Juliana tayari amekimbia kuelekea eneo hilo Maina hakusubiri neno lingine aliinuka kwa kasi akatoka ofisini kama upepo hakufunga hata kompyuta alijirusha nje alishuka ngazi tatu kwa hatua moja na mara moja akamwona bodaboda karibu na barabara buda tafadhali nisaidie, tuende haraka hadi shule ya elimu ya msingi ya Neema, kuna dharura. Dereva hakusita, alichomeka kofia ya usalama kichwani na Maina akaketi nyuma yake kama mtu aliyefukuzwa na upepo. Twende kwa kasi, haraka tafadhali, ni kuhusu mtoto wangu. Piki piki iliruka barabarani kwa mwendo wa hatari, ikipenya kati ya magari, ikikwepa mashimo na walinda barabara. Maina alikuwa kimya, lakini machozi yalitiririka kimya kimya kutoka machoni mwake. Kichwa chake kilijaa mawazo ya hofu na majuto, kwa nini sikuenda kumchukua mwenyewe leo? Kwa nini nilichelewa? Wakati huo Juliana alikuwa tayari amevuka lango la shule, akihema kwa nguvu, akikimbia kuelekea barabara kuu. Miguu yake ilikuwa mizito kwa woga, lakini moyo wake ulimvuta kwa kasi isiyo ya kawaida. Hakujali mavumbi wala magari yaliyokuwa yakipiga honi. Alikuwa na jambo moja tu moyoni, ni lazima niende. Hatimaye Juliana alifika kwenye eneo la ajali. Barabara ilikuwa imetulia sasa. Aliona mzee mmoja amesimama kando kando ya barabara akishika simu yake mkononi, huku akitazama huku na kule, kama mtu aliyepoteza kitu muhimu mavazi yake yalionekana kuwa ya mtu wa heshima lakini uso wake ulikuwa na wasiwasi. Juliana alimsogelea kwa kasi, kwa sauti iliyovunjika kwa hofu akamuuliza samahani, samahani, ni wewe uliyesimulia kuhusu mtoto aliyepata ajali? Mzee yule alimtazama, macho yake yakiwa na masikitiko. Ndiyo, hii ndiyo mama, nadhani ni mimi niliyempigia mwalimu wa shule Nilikuwepo wakati ajali ilitokea. Ilikuwa ni balaa, gari lilimpiga mtoto ghafla kabisa. Eh, mzee aligeuka polepole pole, uso wake ukiwa wa majonzi. Mwanangu, nilikuwa hapa tu, nikaona mtoto mdogo akikimbia kuchukua mvuko wake uliokuwa umeanguka barabarani. Gari lilikuwa linakuja kwa kasi, lilimgonga Dereva alishtuka sana, alilia, akamchukua mtoto na kumkimbiza hospitalini. Juliana alizidi kupoteza nguvu, akajikuta akishika kichwa kwa mikono yote miwili. alienda hospitali gani? alienda wapi? Sikumuuliza. Hei, ilikuwa haraka mno, niliona tu alivyompandisha kwenye gari na kuondoka kwa kasi, mzee alijibu kwa huzuni. Ndipo hapo Maina aliwasili kwa pikipiki, akasimama kwa ghafla. Macho ya kitafuta alimwona Juliana na mwalimu wakiwa wamesimama pembeni ya barabara, mzee akiwa nao, akakimbia kwao kwa haraka. Ni Agle? Ni kweli? Aliuliza kwa sauti iliyojawa na hofu na wasiwasi. Mwalimu alimwelezea haraka, na mzee akamrudia maelezo yale yale. Maina alitetemeka akaangalia pande zote kwa hamaki na hofu. Hatuna muda, alisema kwa sauti ya kukata tamaa, hatujui alikopelekwa, lakini lazima tuanze kutafuta. Mwalimu akatoa simu yake, akapiga bolt. Tuanze na hospitali ya karibu zaidi. Tunaweza bahatika. Ndani ya dakika tano, gari lilifika. Maina alifungua mlango akamshika Juliana mkono, wakamsaidia kuingia. Wote waliingia kimya, moyo mmoja, shingo moja. Gari lilipoanza kuondoka kuelekea hospitali ya karibu, hewa nzito ya majonzi, maombi na wasiwasi ilitanda. Walikuwa kwenye harakati za kumtafuta Agle, wakiwa hawajui watampata akiwa hai, majeruhi au amepoteza maisha. Kwa upande wa pili Hassan aliendesha kama aliyepoteza fahamu, jasho lilimtoka usoni kana kwamba alikuwa kwenye moto. Simu yake iliita, ilikuwa rafiki yake wa karibu, mwingine alikuwa mke wake, lakini hakuthubutu kuipokea. Hakujua anze kusema nini, mawazo yalimsonga, kichwa chake kilikuwa kama kinapasuliwa. Ni kosa langu, kwa nini nilikuwa kwenye simu kwa nini sikuangalia mbele? Kwa nini mtoto huyo alikuwa peke yake barabarani? Alihangaika na maswali lakini hakupata majibu. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake ya watu wazima, Hassan alilia akiwa anadrive. Alipokaribia hospitali ya St. Mary's, aligonga honi mara mbili. Walinzi walifungua haraka walipoona hali ya dharura. Hassan alishuka bila hata kuzima gari. Aliwapigia kelele wauguzi waliokuwa langoni, msaada tafadhali, msaada, mtoto ameumia vibaya. Wauguzi wawili walikuja mbio na kitanda cha magurudumu, walimchukua Agle kwa haraka. Hassan akawa anawakimbilia akipumua kwa nguvu, akitetemeka Daktari alikuwa kwenye chumba cha upasuaji, lakini alipofahamishwa kuwa kuna mtoto mdogo aliyegongwa na gari, daktari alifika kwa haraka. Baada ya kufahamishwa hilo, walifanya vipimo vya haraka: mapigo ya moyo, kiwango cha fahamu, hali ya kichwa. Hassan alitetemeka, alikaa kwenye kiti kilichokuwa kwenye ukumbi wa hospitali mikono yake ilikuwa usoni, kichwa chake chini, moyo wake ukipiga kwa kasi isiyo ya kawaida. Alihisi dunia yote imemgeuka. Nimeuahe, labda nimeuahe. Mungu wangu, naomba sio kweli, naomba siyo kweli. Ndani yake kulikuwa na vita, vita kati ya huzuni, hatia na ombi. Aliangalia juu kwenye dari la hospitali, machozi yakimtoka. Kwa nini Mungu, kwa nini kupitia mimi? mtoto huyu hana kosa. Hii, nilikuwa na haraka he, nilikuwa na jazba he, simu yangu he. Aliweka mikono kichwani mwake na kuanza kuomboleza kimya kimya, sauti ya moyo wake ndiyo iliyokuwa ikilia he. Naomba apone, hata kama sitasamehewa, hata kama nitafungwa, hata kama nitachukiwa, naomba tu apone he. Baada ya kuangalia picha za Sirai na kufuatilia hali ya Agle kwa haraka, daktari alimwangalia Hassan kwa macho yaliyojaa uzito na kusema kwa sauti ya chini, mtoto huyu ameumia vibaya sana kichwa, amevunjika fuvu upande wa paji la uso. Tunahitaji upasuaji wa dharura, lakini kwa masikitiko hospitali hii haina vifaa kamili kwa upasuaji wa namna hiyo tunahitaji kumpeleka mjini haraka iwezekanavyo. Hasan alitetemeka, alihisi miguu imelemaa. Mjini hospitali gani? Daktari alijibu kwa haraka, tunaandaa gari ya wagonjwa sasa hivi, tutampeleka City General Hospital, pale wana madaktari bingwa wa upasuaji wa ubongo. Hassan aliketi kwenye kiti, moyo wake ukipiga kwa kasi, mikono yake ikitetemeka zaidi. Ni lazima aokolewe, e, tafadhali mfikishe haraka, alisema kwa sauti ya kulia, akijiandaa kuandamana nao. Kwa upande mwingine, bila kupoteza muda, waliingia kwenye Bolt. Safari haikuwa ndefu, lakini kila sekunde ilionekana kama saa moja. Hakuna aliyeongea. Juliana alikuwa bado akilia, akijishika kifuani kama kujaribu kushikilia moyo wake usipasuke. Maina aliketi kando yake kimya, macho yake yakiwa kwenye madirisha, lakini akili yake ilikuwa mbali mahali ambapo mwanawe yuko, akiwa katika hali ya kutojulikana. Walipofika hospitali ya karibu, waliingia kwa haraka, walipumua kwa nguvu ya taharuki. Mwalimu alizungumza kwanza akiwaelezea wauguzi hali yao na kwamba mtoto aliyeitwa Agle aliletwa hapa baada ya kupata ajali. Muuguzi mmoja akasema, ndiyo, kuna mtoto aliletwa hapa muda mfupi uliopita. Lakini alikuwa katika hali mbaya sana. Baada ya vipimo vya haraka, tuligundua alihitaji upasuaji wa kichwa hatuna vifaa kamili vya upasuaji mkubwa hapa, kwa hiyo tulimpeleka City General Hospital mjini. Juliana alipiga kelele ya maumivu, sauti iliyozua taharuki hata kwa wagonjwa waliokuwa wakisubiri huduma. Alinama akaketi sakafuni akilia kwa sauti, mikono yake ikitetemeka. Mtoto wangu yu. Agle wangu kwa nini? Mungu wangu kwa nini? Maina alijaribu kumwinua mkewe lakini, machozi yake mwenyewe yalikuwa yakimtiririka, akijaribu kuonyesha nguvu mbele ya wengine, lakini ndani alikuwa amevunjika vipande vipande. Alishika kichwa chake kwa mikono miwili akitetemeka. Muuguzi alijaribu kuwatuliza, tafadhali kuwa na imani, tulimpeleka kwa haraka sana. Daktari aliyempokea alikuwa tayari amepashwa taarifa. Kuna matumaini. Tafadhali msiache tumaini. Mwalimu alikuwa kando yao, akiwa amenyamaza kimya, lakini sasa alizungumza: Twende, tutamfuata mjini. Hatupaswi kukaa hapa. Agle anahitaji kuona sura za wazazi wake pindi anapofumbua macho. Walitoka hospitalini haraka, wakakodi teksi kuelekea mjini. Hakuna hata mmoja aliyekula. Safari hiyo ilikuwa ya machozi, sala za kimya na tafakari ya kila kosa walilofanya siku hiyo. Juliana hakumwacha Maina mkono hata kwa sekunde moja. Alimshika kwa nguvu kama mama aliyepotea katika giza, akimtegemea mumewe kuwa taa ya mwisho. Njiani, kila taa ya gari iliwakumbusha macho ya Agle. Kila dereva aliyepita kwa kasi aliwachoma moyo. Maina alijikazia macho kwenye kiti cha mbele huku Juliana akitetemeka mikononi mwa mwalimu. Mwalimu wao ambaye sasa hakuwa tena mwalimu bali rafiki wa familia aliyekuwa amevaa vazi la upendo wa kweli alikuwa kimya lakini macho yake yalisema mengi. Safari hiyo ilikuwa ndefu zaidi katika maisha yao, si kwa sababu ya umbali wa barabara, bali kwa sababu ya uzito wa hofu na matumaini waliobeba. Waliendelea kuomba kimya kimya, mioyo yao ikipiga dua ya mama na baba waliovunjika, lakini waliotaka mtoto wao mmoja, mwangaza wao, arudi nyumbani akiwa salama. Kwa upande mwingine, mara Hassan aliposikia sauti ya nesi akimwita kwa haraka, alisimama kama mtu aliyeshtuliwa usingizini. Tunaenda kumpeleka mjini, hospitali hii haina vifaa vya upasuaji wa ubongo. Tafadhali tutafute kwa gari yako, utufuatilie, nesi alisema huku akimsindikiza Agle ndani ya ambulansi. Ndani ya moyo wake, Hassan alikuwa katika msukosuko wa mawazo. Aliwasha gari lake aina ya Prado, akaliendesha nyuma ya ambulansi kwa kasi isiyo ya kawaida. Barabara ilikuwa na magari mengi, lakini hakujali honi wala ishara. Alikuwa na lengo moja, kuhakikisha Agle anafika hospitali ya mji mkuu kwa wakati. Mikono yake ilikuwa inatetemeka kidogo kwenye usukani, jasho likimtoka, licha ya kuwa kiyoyozi kilikuwa kikiwaka. Akili yake ilijaa maswali. Je, Agle atapona? Nitawaambiaje wazazi wake? Mungu, kwa nini mimi? Kila sekunde ilionekana kama saa. Ambulansi ilikuwa mbele yake, taa zake za rangi ya buluu zikimulika huku ikikatiza mtaa kwa mtaa. Hassan aliendelea kufuatilia kwa makini, akihakikisha hasikose mwelekeo hata kwa hatua moja. kila kona walioipita, moyo wake ulizidi kudunda. Alikumbuka uso wa Agle alipomkuta, macho yaliyofifia, mwili mdogo uliolegea, damu iliyojaa huzuni ilikuwa picha ambayo haikuweza kumwacha. Walipofika hospitali ya mjini, hospitali ya serikali maarufu kwa upasuaji wa dharura, madaktari waliwakaribisha kwa haraka. Agle alipelekwa moja kwa moja kwenye chumba maalum cha dharura. Hassan alitaka kufuatilia hadi ndani lakini akazuiliwa mlangoni. Aliketi nje, mikono yake ikiwa usoni, akihema kwa nguvu. Dakika kumi hazikuwa zimepita alipomuona nesi mmoja akitoka mbio mbio. Moyo wake ulidunda kwa hofu. Nesi huyo alisimama mbele yake akavuta pumzi, samahani, daktari aliitwa ghafla kufanya upasuaji wa dharura katika hospitali jirani. Hatutamudu kuchelewesha zaidi kama unaweza kumpeleka katika hospitali nyingine ya binafsi ambayo ina daktari wa upasuaji sasa hivi, itasaidia sana. Hassan hakuwa na muda wa kusita, alijibu haraka, nipeni mtoto sasa hivi, twende mahali kuna huduma mara moja. Agle alitolewa kwenye vitanda vya dharura, akawekwa tena ndani ya machela. Hassan aliingia naye ndani ya gari lake, safari nyingine ya maisha na mauti ikaanza. Gari lilikuwa kimya isipokuwa sauti ya mashine ndogo ya kupumulia aliyounganishiwa Agle. Hassan aliendesha kwa kasi lakini kwa uangalifu wa hali ya juu. Kila lami aliyokanyaga ilikuwa kama lengo la kumkaribia uzima au kupoteza kila kitu. Macho yake yalijaa machozi yasiyoanguka, moyo wake ukiwa umevunjika vipande vipande. Hakujua iwapo atawahi kumwona Agle akicheka tena au kuzungumza. Lakini aliapa kuwa atapigana hadi mwisho kuhakikisha mtoto huyo anapata nafasi ya kuishi tena. Kwa upande mwingine, gari lilishuka kwa kasi kwenye uwanja wa hospitali ya mkoa. Maina alifungua mlango hata kabla halijasimama vizuri. Juliana alimfuata kwa haraka huku miguu yake ikiwa mizito kama iliyofungwa na mawe. Mwalimu alikuwa nyuma yao, akitembea haraka huku akimshika Juliana mkono wake wa kulia moyoni kila mmoja wao alikuwa na hofu ya kile ambacho wangekutana nacho. Walivamia mapokezi kana kwamba walikuwa wakitoroka kifo. Juliana alinama kidogo, akakaza tumbo lake kwa maumivu ya moyo yaliyokuwa yanampasua ndani kwa ndani. Samahani dada, Maina alianza kwa sauti ya kukata tamaa. Tunaulizia msichana mdogo anayeitwa Agle. Tulielekezwa kuwa aliletwa hapa baada ya ajali. Tafadhali yuko wapi sasa? Nesi wa mapokezi alitazama majina kwenye orodha ya wagonjwa waliopokelewa siku hiyo. Alikunja uso kidogo, halafu akatikisa kichwa. Ndiyo, aliletwa hapa kwa ambulance kutoka kijiji cha NH, lakini he... Lakini nini dada? Mwambie mama yake sasa hivi. Mwalimu aliingilia kwa sauti ya ukali iliyojaa hofu. Samahani, alipofikishwa hapa, daktari aliyepaswa kumhudumia alikuwa ameondoka kwa upasuaji wa dharura katika hospitali nyingine. Yule kijana aliyekuja naye alionekana kuhangaika sana, alilia he, akatuomba ruhusa ampeleke mtoto hospitali nyingine ya binafsi. Aliondoka na mtoto, hatukujua ni wapi alikoenda. Aliondoka na mtoto bila hata kumwacha taarifa. Juliana alirudia maneno hayo kwa mshangao, midomo ikitetemeka. unamaanisha mwanangu hupo tena hapa? Ndiyo mama, he, samahani sana, hatukuweza kupata jina lake kamili wala taarifa ya hospitali aliyompeleka. E Mungu wangu he! Juliana alipiga kelele ya maumivu, akajishikilia tumbo lake kana kwamba risasi imempiga. Mwanangu e mwanangu e miguu ilimkatika ghafla, akaanguka chini kwa kishindo. Kichwa chake kiligonga kona ya ukuta wa mapokezi. Maina alipiga yowe akakimbilia kumshika, mwalimu alipiga kelele aitwe msaada. Nini kitamtokea Juliana akiwa hospitalini? Je, Agle ataamka, na Hassan atafichua ukweli upi mzito unaomsumbua? Na hatimaye Maina na mkewe watampata mtoto wao waliomtafuta kwa uchungu mkubwa. Usikose sehemu ya pili ya simulizi hii ya kusisimua. Gonga kitufe cha usajili ili uendelee kufuatilia hadithi hii ya kipekee. Asante kwa kutazama kwa moyo wote.